Napenda kutoa pongezi kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Mheshimiwa Halima Dendegu na kamati yote iliyoratibu sherehe hizi nzuri za wafanyakazi mwaka huu 2025. Hongereni sana, zimefana kwelikweli kweli. Ujumbe wangu ni mmoja tu, duniani kote, wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi ndiyo nguvu kuu ya uchumi. Kwa hiyo tunaposherehekea siku hii ya wafanyakazi duniani na katika taifa letu, na tukitambua kwamba katika kipindi cha miaka minne ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, licha ya magumu yanayoendelea katika uchumi wa ulimwengu, uchumi wa Tanzania umeimarika sana katika kipindi hiki kulinganisha na nchi nyingine zinazolingana na sisi. Kwa hiyo pongezi za dhati kabisa kwa wafanyakazi wa Tanzania.